Ofisi ya waziri mkuu. Mheshimiwa Innocent Lugha Bashungwa, mbunge wa Karagwe, sasa ulize swali lake. kutoa mkopo kwa bei nafuu kwa vyama vya ushirika ili navyo viweze kutoa mikopo kwa bei nafuu kwa wananchi wa Karagwe ulikuwa mzuri, lakini umekabiliwa na changamoto. Je, ni nini msimamo wa serikali katika kutatua changamoto hizo? Swali hilo limeelekezwa ofisi ya waziri mkuu, na naibu waziri Antony Mavunde anakwenda kutoa majibu ya swali hilo. Mweshimiwa naibu spika, kwa niaba ya mweshimiwa waziri mkuu, napenda kujibu swali la mweshimiwa Innocent Lugha Bashungwa mbunge wa luhaba, shungwa, mbunga, Karagwe kama ifuatavyo. Mweshimiwa naibu spika, shirika la taifa la hifadhi ya jamii NSSF lilianzisha mpango wa kuongeza idadi ya wanachama kutoka sekta isiyo rasmi hasa wakulima ili kuhakikisha wanajiunga na hifadhi ya jamii. NSSF ilifanywa uhamasishaji wa wakulima ikiwa ni pamoja na Karagwe, wakajiunga na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii kwa hiari na kutakiwa kuchangia kiasi kisichopungua shilingi elfu ishirini kila mwezi na kuweza kupata mafao yanayotolewa na shirika kama vile matibabu, uzazi na hata pensheni ya uzee. Aidha, wakulima walihamasika na kujiunga na shirika la taifa la hifadhi ya jamii na kuendelea kuchangia kwenye mfuko hadi kufikisha viwango tofauti kuanzia shilingi laki moja na ishirini hadi shilingi laki mbili na themanini na kuendelea. Mheshimiwa naibu spika, NSSF ilianzisha utaratibu wa kutoa mikopo kwa wanachama wake kama njia mojawapo ya kuhamasisha wanachama kujiunga na NSSF. Masharti ya kupata mkopo huo ni pamoja na wanachama kuchangia kuanzia miezi sita na kuendelea, kuanzisha sakosi chini ya vyama vya ushirika vilivyosajiliwa na mkopo kutolewa kwa wanachama wa CCF, chama cha ushirika kiwe kimefanyiwa ukaguzi wa hesabu zake na Coasco, uthibitisho wa mrajisi kuhusu ukomo wa madeni, na mkopo uridhiwe na bodi. Mheshimiwa Naibu Spika, baadhi ya vyama vya ushirika ambavyo vilitimiza masharti yayo na kupewa mikopo ni Nkwenda Rural Primary Cooperative Society, Kakanja Kikakanya, Karongo Agriculture Marketing Cooperative Society uvikasa guvimali sakos kwa wanachama ambao wapo kwenye vyama vya ushirika ambavyo vilishindwa kutimiza masharti hawakupewa mikopo, lakini nafasi bado ipo, wakitimiza masharti wataendelea kupewa mikopo. Mheshimiwa Bilakwate, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, ninapenda kumuuliza Mheshimiwa Waziri. Kwa kuwa hizi pesa ni za wananchi ambao ni masikini na zimekaa muda mrefu bila kupata hiyo mikopo. Je, serikali iko tayari kurejesha hizo pesa au kuongeza riba, kwa sababu hizi pesa zimekaa muda mrefu na hawa wananchi hawajapata jibu, na hili tatizo limekuwepo Karagwe pamoja na Kieru. Mheshimiwa naibu waziri, waziri ofisi ya waziri mkuu, majibu. Mheshimiwa naibu spika, kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu, napenda kujibu swali la nyongeza mheshimiwa Bilekate kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, dhana nzima ya kwanza kabisa ya makusudio ilikuwa ni kuwafanya wakulima hawa kuingia katika hifadhi ya jamii, lakini mkulima aliingia katika mfumo huu baada ya kuchangia kipindi cha miezi sita mfululizo, alikuwa anapata sifa ya kuweza kukopesheka kupitia SACCOS katika eneo lake. Nichukue fursa hii tu kumwomba mheshimiwa mbunge kama bado kuna matatizo haya katika maeneo yao na kwamba wako wakulima ambao walikwisha kutoa fedha hizi na wametimiza masharti na hawajapata mikopo mpaka leo, basi wawasiliane na ofisi yetu ili tuweze kusaidia katika upatikanaji wa mikopo kwa ajili ya wakulima hawa. Lakini vilevile vile, nimtoe hofu tu ya kwamba fedha ile ambayo ilikuwa inachangiwa ni fedha ambayo ilikuwa ni ya um, mkulima mwenyewe kujiwekea kinga ya kijamii na ambayo ingemsaidia katika mafao tofauti tofauti, lakini kama bado wana mawazo tofauti, ofisi yetu iko wazi kwa ajili ya mashauriano na kuweza kuwasaidia katika kutatua changamoto hii ambayo inawakabili wananchi wao. Tunaendelea waheshimiwa, ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa Yosefa Ferdinand Komba, mbunge wa viti maalum, sasa Hospitali Teule ya Wilaya ya Muheza imekuwa ikitoa huduma Niawa kwa wagonjwa wengi na hivyo kuzidiwa uwezo wa kuhudumia pamoja na ukosefu wa vifaa tiba. Je, ni lini serikali itaipatia hospitali hiyo gari la kubeba wagonjwa ili kuboresha huduma? Naibu Waziri Selemani Jafo anajibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa wa waziri wa nchi ofisi Rais TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Josefa Rafenad Komba, mbunge wa viti maalum lenye sehemu a na b kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mpango wa bajeti wa halmashauri ina mpango wa kununua gari la wagonjwa aina land cruiser hardtop, kwa ajili ya hospitali teule ya wilaya ya, ya Muheza katika mwaka wa fedha 2017/2018 lenye thamani ya shilingi milioni 200. Kwa sasa huduma za usafiri wa dharura yaani rufaa kwa wagonjwa zinatolewa kwa kutumia magari ya kawaida yaliyopo kwenye halmashauri. Mheshimiwa naibu Spika, ili kutatua changamoto ya watumishi wa hospitalini hapo, halmashauri katika bajeti ya mwaka wa fedha elfu mbili kumi na sita elfu mbili kumi na saba imeidhinishiwa kibali cha watumishi 133 wa kada mbalimbali za afya. Watumishi hao watapoajiriwa, baadhi yao watapangiwa katika hospitali teuri ya wilaya ya, ya muheza ili kupunguza tatizo lililopo la uhaba wa watumishi. Aidha, katika mwaka wa fedha elfu mbili kumi na sita elfu mbili kumi na saba halmashauri imepanga kuwaendeleza watumishi ishirini na nne ili wapate sifa na ujuzi utakuwa katika utoaji wa huduma bora katika hospitali hiyo. Mheshimiwa Sofia Mwakagenda, swali la nyongeza. Mheshimiwa Waziri, tatizo hili la Muheza liko sawa na sisi watu wa Rungwe Magharibi, katika hospitali ya Makandana tuna shida ya watumishi wa afya vilevile vile, na usafiri kwa ajili ya wagonjwa hususan wanawake. Je, ni lini serikali itawatazama wananchi hawa kuweza kutuletea wataalamu ikiwa pamoja na gari jipya la wagonjwa kama mlivyofanya kwa watu wa Muheza? Asante. Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais TAMISEMI, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI, naomba kujibu swali la mheshimiwa Sofia Mwakagenda kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu Spika, ni kweli anaposema mheshimiwa mbunge juzi siku ya juma, Jumatatu juma nilikuwa katika hospitali ya Makandara pale katika wilaya ya Lungwe na nilitembelea hospitali na nilibaini miongoni mwa changamoto mbalimbali katika hospitali ile, na kwa pamoja tukaangalia jinsi gani tutafanya kama serikali kuweza kutatua changamoto zile, na ndio maana hata katika maagizo yangu niliwaeleza kwamba hospitali ile licha kwanza, swala la madawa lakini swala la hiyo la la, la, la, la, la, la, la gari la wagonjwa, lakini hata swala zima la ukusanyaji wa mapato katika hospitali ile haiko sawa sawa. Nimekuta pale wanatumia mifumo ya analog kutumia risiti zile, ambao kwa kiwango kingine kikubwa kinapoteza fedha nyingi za serikali. Ndio maana nimeagiza mwisho wa mwezi huu lazima wahakikishe wanatumia mifumo ya electronic. Kwa hivyo, haiwezekani hospitali kubwa kama ile wanakushana shilingi milioni tatu kwa mwezi, wakati kituo cha afya cha Kaloleni kinakushana shilingi milioni 40 kwa, kwa mwezi kwa hiyo tunalifanyia kazi kwa, upo, kwa upana wake, na swala so zima la miundombinu. Tumetembelea miundo mbinu na hakika maelekezo tuliopeana siku ya Jumatatu tutaendelea vizuri, na mwisho wa siku ni kwamba tutapata gari la wagonjwa na hospitali yetu hiyo katika mazingira mazuri, ili mradi wananchi wa eneo hilo waweze kupata huduma bora ya afya. Mheshimiwa Sixtus Mapunda, swali la nyongeza. Asante sana naibu spika, kwa kunipa nafasi na mimi niulize swali dogo la nyongeza kwa kuwa tatizo la hospitali teule ya Muheza linafanana na tatizo la hospitali ya wilaya ya Mbinga mjini, mapema mwaka huu waziri mkuu alipofanya ziara yake mkoa wa Ruvuma, aliahidi kwamba hospitali ya wilaya Mbinga itaboreshwa katika maana ya thieta, nyumba ya kuhifadhia marehemu, pamoja pamoja na kuhakikisha kwamba madaktari wanaongezeka na gara wagonjwa. Ni lini ofisi yako itahakikisha hayo hizo ahadi za waziri mkuu zinatekelezwa? Mheshimiwa Naibu Waziri, Ofisi ya Rais Tamisemi, majibu. Mheshimiwa Naibu spi spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Tamisemi, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Pius Mapunda kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwishu Naibu Spika, nimshukuru kwanza Bwana Pius Mapunda kwanza kwa kushiriki pamoja na Waziri Mkuu katika ziara yake, na vilevile vile kwa sababu Waziri Mkuu ameshatoa wa ahadi hii, haina negotiation. Kinachotakiwa ni kwamba katika mpango wa fedha, kwa sababu sasa hivi bajeti imeshapita, na Waziri Mkuu manake, lengo lake ni nini? Kuhakikisha wananchi wanapata huduma, na ili naomba niseme katika ofisi yetu sisi ya Rais TAMISEMI Tutahakikisha katika mchakato wa bajeti ya mwaka wa fedha 2017/2018, vipaumbele hivyo ambao Mheshimiwa Waziri Mkuu alivyokuja pale ameviona, lazima tuviweke kama ni vipaumbele vya awali, lakini kuombe Mheshimiwa Mbunge, katika mchakato huo sasa, katika mipango yenu ya bajeti kule ndipoanzisha, lazima ionekane wazi, na sisi ikifika katika ofisini yetu tutaweza kuipa nguvu, ili mradi kwamba mambo haya yaweze kutekelezeka na wananchi katika eneo lako waweze kupata huduma kama Mheshimiwa Waziri Mkuu alivyokusudia.